Mtazamaji, hapa ni ndani ya chuo kikuu cha waislamu cha Morogoro ambapo leo ikiwa ni April 16 palikuwa na jukwaa la wajasiria mali ambapo jukwaa hilo lilikuwa limehusisha wadau mbalimbali wakiwemo wanafunzi na wadau kutoka taasisi mbalimbali, na mengi yameweza kuzungumzwa. Na miongoni mwa wadau pamoja na wanafunzi hawa waliohudhuria jukwaa hilo walikuwa na haya ya kusema. Naitwa Ano Mwamsiku au Ano Sise Mwamsiku, ni afisa kutokea benki ya Amana. Moja, nipongeze management ya wanafunzi kufikiria kwandaa tukio muhimu kama hili kwani linawaandaa wanafunzi kuwa na picha halisi baada ya unajua kwenda kuishi maisha halisi, namna gani wanaweza kaenda kuishi. Kwa sababu kwa muda mchache, wawasilishi wachache tumekuwepo na madaktari, wajasiriamali tofauti, wakijadili uhalisia biashara halisi ndogo na kubwa. Kwa hiyo sisi kama Amana Bank moja tulitamani pia kuwashirikisha fursa ambazo tunaezokaa nazo kwao, kwamba wanapomaliza ama wakiwa chuo Yes, wakiwa chuo tuna fursa nyingi. Kwa kikuu mbecho tunataka kwamba japokuwa chuoni ni kutengeneza mahusiano na taasisi muhimu kama Amana Benki. Na mahusiano yetu, tunamhitaji huyu mtu awe na akaunti pamoja na sisi. Tuna akaunti nyingi za kipekee na za kirafiki, tuna akaunti nafuu ambazo haziko na makato, lakini tuna personal account, tuna nisa account ambazo hizi zote, tukishatengeneza mahusiano na huyu mtu, pale atakapotamani kuwezeshwa, tutamwezesha kirahisi. Fursa tunazo, pesa tunazo, kwa hiyo ni wao tu kutambua, aje na wazo lake, aje na biashara yake. Kikubwa tu ni meno mawili Tunawezesha walioajiriwa lakini tunawezesha wenye mawazo wenye biashara. Kwa hiyo, fursa ipo kwa ajili yao. Na kama benki, hakika ni benki ya Kiislamu ni benki isiyo na riba. Kwa hiyo tunaposema isiyo na riba, tupo tayari kwa ajili ya kuwezesha wanaofuata sharia compliance, maana yake tunajua tutaweza kuzungumzia sana, benki nyingi zungumzia riba, lakini Amana benki ni benki rafiki sahihi kwa watu wote. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Wanafunzi wafungue akaunti maana tunajua, baada ya hapa maisha uhalisia yanaendelea, na tuna pesa. Bila kujali wewe ni mwanafunzi au umemaliza chuo, pesa Amana Benki ipo, tunakukaribisha fungua akaunti. Pamoja na sisi, tuko tayari kukuwezesha. Karibu sana. Kwa jina anaitwa Dorika Sion Kimario, ni mratibu wa program kutoka Tautic Innovation Hub, ambayo iko based Morogoro Forest. Um, tumefurahi kualikwa kwenye business forum ya Mum leo, na uh, tumegusia sisi kama Tautic tumegusia masuala ya ujasiriamali na sasa ujasiriamali ambao unajikita kwenye innovation au uvumbuzi, na tunawaalika wanafunzi na recent graduates wote kwenye programu yetu ambayo tumeilaunch inaitwa extracurricular entrepreneurial program, na tumewaalika pia wanafunzi wa MUM kujisajili kwa ajili ya information session ambayo tutaihost wa uh, wiki ijayo tarehe 24 lengo ni kuwa onyesha njia wanafunzi au recent graduates kwenye masuala ya ujasiriamali kuanzia ideation mpaka marketing. Kwa jina naitwa Ismail Ali Abdallah, ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu, chuo kikuu cha Islam cha Morogoro, lakini pia ni mkurugenzi wa habari na mawasiliano wa Saikawa wanafunzi chuo kikuu cha Islam cha Morogoro. Leo tulikuwa na event kubwa, event ya ujasiriamali, event ambayo imechukua wanafunzi wote kuanzia certificate, uh, diploma, degree pamoja na masters. Ni event ambayo wanafunzi wameelimika amejifunza vitu tofauti tofauti kwani leo tulikuwa na wakufunzi waliothibitishwa na Benki Kuu, lakini tulikuwa na, uh, tulikuwa na makampuni mbalimbali mbali ambayo wamekuja yametuonesha uzoefu wao wameshare experience kwa vijana, lakini pia tumepata nafasi ya kunetwork, kujuana na makampuni tofauti tofauti, connection uh, baina ya sisi wanafunzi na makampuni. Of course, ni event ambayo tunatamani ifanyike kila mwaka, kwani ina mchango mkubwa sana kwa vijana na ukiangalia kwa sasa kuna wimbi kubwa la vijana kukosa ajira, hivyo basi tunatamani uh, hii event ifanyike kila mwaka, lakini pia wadau waendelee kujitokeza kuhakikisha kuwa hawa vijana ambao wako vioni wanapata maarifa, lakini pia wanajifunza masuala ya ujasiriamali, kwani haya mambo ya ujasiriamali mara nyingi hayapo kwenye taaluma zetu, hayapo kwenye mtaala wetu wa elimu. Ni kama hivi tu, zikitokea session ndio wanafunzi tunajikusanya, tunajifunza. Jina naitwa Hadija Haji Hamisi, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro nachukua shahada ya mawasiliano kwa umma. E, katika tukio letu la leo la katika business forum nimejifunza, nimejifunza mambo mengi haswa, kubwa ni fursa za, za biashara mtandao, ambao katika biashara mtandao nimeona kwamba sisi kama vijana wasomi wa chuo kikuu tunatakiwa tutumie tutumie vema mitandao ya kijamii katika katika ku kuchangamkia fursa ya kufanya biashara mbalimbali na kuwa wabunifu eh, kwanza kujikimu sisi wenyewe na tusitegemee kuajiriwa. Eh, na pia changamoto ambazo ziko kwenye jamii tuzibadilishe ziwe kama fursa kwetu ya sisi kujiingizia kipato kuliko kutegemea kuajiriwa, na tusiogope hata kama kwa mtaji kidogo tu tunaweza tunaweza tukaanza tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, biashara na tukafanya mambo makubwa kabisa hata kwa mtaji kidogo tu. Rahma Shazili Hamisi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro. Nasoma kozi ya baidi Kiswahili na History. Kwa hii program ambayo imeletwa ime kwa siku ya leo itasaidia kwa wanafunzi kujishughulisha katika masuala mazima ya nini ya kibiashara au kupata ujuzi wa kufanya biashara tofauti tofauti tofauti. Ujuzi ambao utanisaidia, utanisaidia pindi ambapo nitakuwa mtaani nitatumia ujuzi wangu ambao nimeupata siku ya leo kuanzisha biashara tofauti tofauti ambazo zinaweza zikasaidia katika nini maendeleo ya jamii. Nikiripoti kutokea ndani ya chuo kikuu cha Waislamu cha Morogoro mkoani Morogoro, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.